Wapendwa, karibuni kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Jina langu Majalia ya Machinda Itungano ya Wabuchi. Bado niko kwenye hiyo kurunzi ya mada mfululizo au series, ambayo ni maeneo ya kujitambua, ninapokuletea hii mada ya nne. Tutaichambua pamoja ili tuweze kuelewa ni jinsi gani twaweza kujitambua kiroho. ya pili kwenye mada yetu ya kujitambua kwenye eneo la kiroho ni hii, tunaangalia ngazi za kujitambua kiroho yaani, ngazi ya kwanza ya pili, ya stairs au steps za kujitambua kiroho. Hapa ninakuletea ngazi nne peke yake, ngazi nne ambazo zitakusaidia kujitambua kiroho. Hizi ni hatua kadhaa tu katika safari ya kujitambua kiroho. Na hatuwezi kuchambua ngazi zote, inategemea na viwango mnavyoeleza hiyo mada. Kiwango hiki tunachambua ngazi nne. Ngazi ya kwanza ni ufahamu wa ndani, kwa kiingereza wanasema inner awareness. Inner awareness, la connaissance interieur ya ndani ya mtu, mtu hutambua hisia ya mawazo na imani zake binafsi. Kama kweli ana ufahamu wa ndani ufahamu wa ndani. Unajumuisha imani ya mtu, inajumuisha uwezo wa kutafakari na inajumuisha uwezo wa kuzijua hisia zako. Hiyo ni inner awareness. Ni vitu gani vinavyokutengeneza huko ndani? hiyo ni ngazi ya kwanza. Ili ujitambue kiroho, lazima upitie ngazi ya kwanza ya kujijua au kujifahamu ndani. Nikisema ndani, ni ndani ya uwezo wako wa mafikiri na uwezo wa kujua mwili wako kwa viwango vya ndani. Ukiwa hata umefumba macho, unajua mwili wako jinsi ulivyo na jinsi unavyotengenezwa huko ndani. Hiyo ni step one katika hii mada ya ngazi za kujitambua kiroho step two, ni uelewa wa kiungu uelewa wa kiungu au mshikamano wa kiungu au ushirikiano wa kiungu ambayo kwa kiingereza wanaita divine connection. la lacoeio connection divine huu uhusiano au uelewa wa kiungu hapa mtu anatambua uwepo wa Mungu au nguvu ya kiroho inayomwongoza na wala siyo dini. Mtu anayejitambua kiroho anapanda ngazi ya pili pale anapoanza kufanya divine connection, anapoanza kuwa na uhusiano au uelewa wa kiungu yaani connection with nature, connection with supernatural. Anapoanza kupanda hiyo ngazi ya pili, anaanza kuelewa kwamba dini haitamsaidia kujielewa yeye na uhusiano wake na Mungu, ingawati dini wanajitahidi kueleza vitu vingi vya asili za nje ya mtu ili kupata kumwelewa Mungu, lakini uelewa wa kindani au uelewa wa kiungu unakupa uwezo wa kuanza kugundua kwamba hivyo vitu vyote viko ndani yako. Mtu anayejielewa na anayethamini maisha yake hawezi kuua mtu mwengine. Anayeelewa maana ya maisha hawezi kumuua mtu mwengine. Anayeelewa maana au thamani ya viumbe kama majani, miti, mito, hatachafua mazingira. Hiyo haihitaji kuambiwa, hahitaji kuhubiriwa, huo uwe uelewa. Ukianza kupanda kwenye ngazi ya pili, unaanza kutengeneza connection na viumbe vyote vinavyokuzunguka, na pale unaanza kuelewa kwamba dini pekee hainisaidii kufika hii ngazi. Ni ngazi ambayo mtu anaifika mwenyewe, ila hapa chini tutaeleza ni jinsi gani unaweza kufanya uka, kupanda hizi ngazi. Ngazi ya tatu ni uhusiano na wengine, uhusiano na wengine. Huu uhusiano na wengine tunaita spiritual empathy, au spiritual relationship, la relation spirituel avec d'autres personnes. Maanake ni ule uwezo wa wewe kuanza kuhusiana na watu ndani ya roho yako Kujua kuwa viumbe wote wameunganishwa kwa upendo, hivyo mtu hujenga huruma na heshima kwa wengine. Hiki ni kipengele ambacho mtu anakuwa na moyo wa kusaidia wengine, maana anatambua thamani ya wale wengine kwenye maisha yake. Mtu mmoja tulikuwa tunaongea naye akaniambia Unajuaje ndugu Majaliwa, mtu hajitoshelezi, kwa sababu hata kama ungekuwa tajiri kiasi gani, siku utakapokufa hakuna jinsi utajiri wako unaweza ukakupeleka kaburini. Utahitaji watu, na watu ambao hawana utajiri ndio watakupeleka wapi? Kaburini, hata kama wewe ulikuwa na uwezo wa kifedha lakini fedha zako haziwezi kupeleka kaburi. Utahitaji mtu a organize mazishi, mtu awazime wa hawa watu wengine waje wasaidie kazi. Kwa hivyo, in as much as unaweza kuwa na utoshelevu, bado unahitaji watu wengine. Kwa hivyo, spiritual empathy ni, ule, ni ile huruma ya ndani inayokuonyesha kwamba watu wengine wana mafaa yao na wanahitajika kwenye maisha yako. Unaanza kuwa na uwezo wa kuwasaidia, unakuwa na uwezo wa kufanya usafi sehemu unayoishi, unakuwa na uwezo wa kupalilia mimea na miti na kuweka mazingira kuwa safi, unakuwa na uwezo wa kuongea na watu lugha nyepesi. Ngazi ya nne ni utulivu wa ndani. Hii ndiyo ngazi ya juu ya mtu anayejitambua kiroho, utulivu wa ndani ambayo inaitwa Inner peace, la paix interieure, yaani ni ile amani inayotoka ndani, ina utulivu wake, imetengenezwa na wewe mwenyewe. Hatua hii ni ya juu ambapo mtu anaishi kwa amani, anaishi kwa unyenyekevu na usawa wa kiroho hata katikati ya changamoto pamoja na changamoto unazopitia, lakini unapofika kiwango cha nne au ngazi ya nne unaanza kutengeneza amani fulani. Maana ukiwa kwenye hicho kiwango huwezi kutukana watu, ukiwa kwenye hicho kiwango huwezi kukasirikia watu, watu au kuwalaumu au kuwafatilia. Unaanza kuishi kwenye amani fulani hivi ile ambayo eh, watu wanasema kipea yu mind your own business, unaanza kumind wewe, kwa sababu ushawishi unaoutoa nje ni ule uliojaa ndani. Kama umejawa na upendo utawapenda watu, kama umejawa na amani ndani utaitengeneza kwa watu. Siku moja ni, ni katika kufanyafanya research pale Kinshasa nikaona watu wengi wa Kinshasa ni watu wenye asira asira sana. Yaani unaongea na mtu maneno mawili matatu alishakasirika, na sio Kinchasa tu, sehemu nyingi ambazo nimetembea nchini Kongo watu wana hasira za haraka, na hizo hasira zinawafanya wasitengeneze amani. Kwa sababu gani? Yeye mtu mwenyewe hana amani ndani, na kama hana amani ndani, anachokileta nje ni ile vita tu, ni vurugu. Lakini mtu anapokuwa na amani yake, anaiambukiza kwa mwengine. Hii ni kiwango cha nne. Sasa watu wanaenda kutafuta amani ya moyo au inner peace makanisani au miskitini. Huko hakuna amani, huko kumejaa tamaa, wivu na unafiki. Ule utulivu wa ndani au inner peace, la paix interieur, au ile amani ya ndani inatengenezwa na wewe mwenyewe. Kadri unavyopanda viwango, ukisha kuwa na uwezo wa kujijua wewe ni nani, au yo, inner awareness, uko aware of yourself then unaenda kwa divine connection, unajiconnect una vipi na supernatural, kisha unaenda unajiconnect vipi na mazingira, alafu una achieve peace. Ukisha fika ku achieve peace, unaanza kuishi kwa viwango visivyotabirika. Maana watu watafikiri utariakti hivi, kumbe u unaenda kuriakti tofauti. Watu walifikiri utahamaki, wewe unacheka. Watu walifikiri unache, utacheka lakini umenyamaza. Watu watafikiri wa, wanafikiri ungenyamaza, lakini umeongea. Watu wamefikiri ungeongea, lakini umenyamaza. Kwa hivyo unakuwa hautabiriki, maana wewe una uwezo mkubwa wa kujielewa kiroho kwamba mambo madogo madogo haya kubabaishi hata usipokuwa na chakula uwezi kutengeneza hasira kubwa, ili uweje? Kama una chakula sasa unakasirikia kila mtu, ili uwe, kwa nini sisi tumechangia wewe kukosa chakula? Siku moja tunatafuna miwa hivi barabarani, ndugu yangu ananiambia pale Kinchasa kwamba tupa tu kaka, tupa hapo chini tu. Mimi naanza kujishuku, nitatupaje takataka hapa chini na baadaye nije niseme kwamba Kinchasa imejaa uchafu na mimi nimechangia kwa ule uchafu. Sasa na bado tunachafua mazingira yetu ya pale tunapoishi, kisha tunasema rais ndio angekuja atengeneze mazingira. Sisi tumechangia nini kwenye usafi mpaka tumlaumu rais? Kwa hivyo mtu anayefikia inner peace anakuwa na control actions. Controlled actions. Actions zake zinakuwa controlled to the point whereby hahitaji kuambiwa mambo madogo madogo, anayafanya Mtu anayetengeneza inner peace akitoka kitandani anatandika kitanda, kitanda. Step one. Kama ataenda toilet kurudi, anatandika kitanda, anafanya usafi sehemu alikolala, anafungua dirisha ili aingize hewa ya nje. Anatoka hapo anaanza kutengeneza mazingira kwa ujumla. Ni mtu anayetengeneza inner peace, anaweka harufu nzuri kwenye nyumba ili ile harufu ivutie mwelekeo wa kucool down lakini wewe umeamka, unaanza kucheza nani, muziki wa sauti ya juu, mpaka majirani anauliza ni nini kinaendelea huko. Na bado nasema, unataka kutengeneza amani ya moyo. Hakuna watakapo kutukana, na wewe unataka kuwatukana. Yaani hautengeneze amani ya moyo ukijua kwamba wewe viwango vyako ni vya juu. Hata wakitukana unacheka tu, unaona ni kawaida, unajua kwamba hawa hata level one ya kujitambua kiroho hawajafikia. Sasa kwa nini ubishane nao? Hizo ni ngazi nne za kujitambua kiroho: inner awareness, divine connection, spiritual empathy and inner peace.